Haijalishi wewe ni mtu gani, una cheo gani, unatokea familia gani, na una uwezo gani katika maisha yako, yote usimdharau mtu yoyote. Katika maisha yako yote, usimdharau mtu yoyote, kwa maana hatujui wala haujuu huyo mtu kesho yake atakuwa msaada gani katika maisha yako. Hakuna ambaye alijua kwamba Yusufu siku moja atakuwa mtu mkuu na ataokuwa mataifa. Hakuna kwa katika maisha unayoishi, mweshimu kila mtu, awe nacho asiwe nacho, mpe heshima yake, kwa sababu Mungu hutumia watu ili kufulfil destini za maisha yetu. Kwa yamkini unayemdharau leo ni mtu ambaye amebeba hatima yako ya kesho. Kwa hiyo tuwe makini na watu tunaoishi nao, tuwe makini na jinsi tunavyowatendea watu, kwa sababu hatujui hawa watu wana msaada gani kesho yake kwa ajili ya maisha yetu. Tujifunze jambo kubwa sana katika maisha yetu kupitia huu ujumbe. Shalom.